Aniwambie hilo neno la kujiita masikini tulifute kabisa. Nchi yetu ni tajiri, ila tulitaka kuaminishwa na watu waliotaka kututumia sisi kama masikini. Nimeitaja hii, baadhi ya miradi niliyoitaja ni matrilioni ya fedha. Saa nyingine huwa nakaa najiuliza, kweli hili limewezekana Tumeweza, maana yake kila palipo na nia, Mungu yupo. Ndugu zangu wa Tanzania, Mungu yuko pamoja nao. <tune> Mimi ni dereva lakini pia huwa najiuliza ikiwa siku moja Mungu akinitwaa, haya watakaokuja watakuja kuyamaliza kweli? Kwa sababu wanahitaji, unafanya hivi, unatukanwa, lakini inabidi ufanye tu, kwa sababu lengo unafanya kwa ajili ya